Ndiyo, ni miwasho ya kawaida, ila usichukulie poa kabisa, kwa maana kwamba changamoto yoyote ambayo inampata mtu ya kiafya huwa inaanza na dalili ndogo ndogo. Dalili ya kwanza ya mwanamke kuwa ana mashambulizi makali kwenye via vyake vya uzazi, sawa, ni ile hali ya kupata miwasho ya mara kwa mara, na ikitokea akafumbia macho, mwanamke huyu anaweza akastuka alishakuwa mbaya zaidi na mbaya zaidi, anaweza akajikuta tayari ashakuwa na saratani ya shingo ya kizazi ambayo kwa sasa hivi ni tishio kwa wanawake wengi. Tunasema hivi kati ya wanawake mia sawa, ambao wanatembea wenye umri wa kuanzia miaka kumi na nne na kuendelea sawa, asilimia thelathini wana tatizo wana dalili za kupata saratani ya shingo ya kizazi sawa. Ndo maana unaona elimu sahivi inatolewa ya kutosha na mojawapo ya magonjwa yanayosababisha saratani ya shingo ya kizazi au dalili mbazo au vitu vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi ni pale ambapo tunasema mtu unakuta amejifungua, ame, amepata mimba alikuwa bado yuko mdogo kushiriki tendo la ndoa bado mdogo, sawa? Huyu mtu ameanza kutumia uzazi wa mpango akiwa bado mdogo, huyu mtu ametoa ujauzito, huyu mtu ana magonjwa na mashambulizi kwenye via vyake vya uzazi ikiwa ni candidiasis, fungus, PID na na ingineo mengi hivyo basi, we kama ni mwanamke na unaona dalili mbalimbali, mchukua hatua mapema, haijalishi umri wako, ila tunachokiangalia ni kuliwahi tatizo kabla halijawa kubwa zaidi.